Naam, katika moja ya siri ambazo Ibra wakati anagombana na Harmonize katika mvutano wa kutoka katika label ya Kondegang, tunaona alitoboa siri kwamba Harmonize eh, kuna wakati alikuwa anamuita aende chumbani na vitu kama hivyo eh, waongee alivyokuwa na shida ya kupata hela ya kodi eh, tunaona Harmonize ni kama alikuwa anataka dogo hivi kwa namna moja na nyingine aweze kuelekea chumbani. Sasa unajua mtoto wa kiume ukiitwa na mtoto kiume mwenzako kuelekea chumbani e, ndo yale ya mambo ya didi ambayo ya kuna moja nyingine e, Ibra aliyekataa. Sasa aliulizwa swali hilo tena mbele ya waandishi wa habari wa Wasafi ehe, na Lil Omi alimuuliza kwamba nikitokea katika kari yako anajivunia e, mpaka sasa hivi kwa miaka yote hii, na akazungumza kwamba mashabiki ambao alikuwa nao wakati anaanza na sasa hivi tofauti, lakini pia akauliza swali lingine, je, inasemekana kwamba kwenye stori kwenye mitandao ya kijamii kwamba, uh, kuna vikao pale Kondegang eh, ni kwamba mlikuwa mnafunyia chumbani eh. Tunaona Ibrah akalijibu swali hilo eh, kwa kwa ustaarabu kabisa, kama kujibu eh, hakuna kitu kama hicho kwa sababu jambo hilo tayari washazungumza kule Basata. Kwa hiyo hakuna eh, haja ya kuzungumza tena mambo hayo, tayari yashaisha na kila mtu anaendelea na mambo yake binafsi kwa hiyo hakuna kitu kama hicho ambacho kilikuwa kinatokea, lakini sasa kama unakumbuka uh, tunaona yeye alizungumza kabisa kwamba yeye sio chakula, na alijibu amnaizi kwamba yeye sio chakula, yeye ni mwanaume au vipi bana. Ni hasla au vipi bana kwa mambo ya kuniita chumbani mista kila kitu kama hivyo. Sasa wengi wanajiuliza kwa nini Ibra alizungumza hivyo na ndio bana, e, ili lilea ku clear air au sio bana, kuweka mambo sawa. Akamuuliza Ibra kwamba je, uhusiana issue ya chumbani vipi? Kwa sababu wewe ulizungumza na Ibraah akakataa eh, kwamba ilo swala tayari iliko basata, na jambo hilo linaonekana kama amekatazwa kulizungumza. Mashabiki wakaja kama mvua, kwa sababu kutokana na sakata lake na Harmonize ilikuwa eh, imefika pabaya, tunaona alidaiwa bilioni moja uhum, ili atoke pale Kondegang au vipi bana. Kwa hiyo tunaona amealisamewa na kuondoka, sasa hivi tunaona anamkubali zaidi Diamond, kwa sababu Diamond, kwa sababu inaonekana ndio msaada wake mkubwa, kwa sababu, na, ye, wa kwa mba, wa sababu yeye ndo aliyemsaidia, na yeye anatoboa siri kwamba yeye ndo aliyesababisha mpaka katoka katika lebo ya Konde Gang, sababu anaona kabisa kwamba kama mziki ni kama uwekezaji pale anakuwa mbovu zaidi. Sasa mmoja ya mashabiki waliokuja e, kutoa maoni yao ni huyu hapa Akaandika yani, interview nzima leo kazi kumdiscuss Harmonize, eh, sawa bila kumtaja mambo ya endi. Harmonize ndio content kwa wasanii Tanzania. E, mmoja kaandika wapuuzi sana, cha uongo. Sasa kazi ya waandishi ni nini jamani? Eh, mmoja kaandika kwamba dogo hana shukrani, huyu amesahau yote aliyofanyiwa na Harmonize. Sasa akaulizwa huyo shabiki kwamba je, asiseme ukweli kutokana na kile kitendo cha kuitwa chumbani. Najua ni vitu ambavyo ambavyo viko very sensitive Yeah, alafu mashabiki mnaweza mkachukulia masiara, lakini ni vitu ambavyo kwa mtu anaweza kama apitie depression yote, waelewi wa aha. Mwingine anasema kwamba hii nayo ni maajabu. Mmoja kaandika Wasafi, mmeamua kuchafua Konde Gang; manake mmeamua kuchafua Konde, manake eh, kwa hii interview ambazo eh, inaonekana ku trend na vikripo vinavyoendelea ku trend katika Instagram vinaonekana kuichafua lebo ya Konde Gang. Mmoja kaandika kwamba hii ni vita dogo Ibra, hana shukrani. E, mgeni anataka soda anataka mia sita yake. Mmoja anasema katoa siri za kambi e, kwa hiyo ni kweli e, Wasafi pembeni juu kulia meweka maneno SMA kwamba interview nzima maswali kuhusu Konde Gang, yani wanataka kujua ule upande wa pili ni kitu gani ambacho kipo e, siri mbali mbalimbali, e, hapa na pale na vitu kama hivyo e, kwa hiyo udhaifu wa Harmonize. E, kwamba Harmonize anafanya nini kwa wasanii wake, Harmonize anafanya nini kwa washikaji zake? Kwa hiyo tunaona kuna moja nyingine mmoja e, Ibra ni kama ameongea baadhi ya siri za kambi ambazo alipokuwa huko wa awali amezivujisha huko upande mwingine. Lo, this is not fair! Hata kama mimi sio shabiki wa Konde Gang but sijapenda, wasijapenda, sijui kwa nini binadamu mtu anajisahau sana. Mmoja akaandika kwa uchungu akaandika, ila binadamu sisi kwa hiyo siku zote alikuwa anaona chumbani ni sehemu nzuri ya kufanya vikao, leo sio sehemu nzuri. Alafu Ibra, ingekuwa vizuri na busara, ukiulizwa kuhusu Harmonize sema tu no comment. Mzee wangu, dunia ni mduara, unaweza kuzunguka ukarudi tena pale pale aliyekuleta mjini. Yani epuka sana kukaa kwenye interview ukaulizwa kuhusu huyo mtu ukajielezea. Yaani ni bora usime talk about my music, my music friend. Utatumika sana kisa mondi ka kuposti leo, umepata interview Wasafi, unaona upo BBC London. Kijana, be on your side always, ni ushauri tu, kama nimekosea nisamee. Um, ametoa ushauri mkubwa sana, kwa sababu wakati anaulizwa mambo ya Harmonize inabidi tu aweze tu kuandika usema tuna comment kwa sababu ni kama anajichoresha hivi interview moja tu na Wasafi, maana anafanya kama BBC, na BBC anajikosea heshima. Moja anaandika ni chogo ndio Wasafi wanajaribu kumtumia Ibra kuharibu image ya e, business za watu wengine anasema do I say da e, e, Mungu anasema kwamba hawa waandishi wachanganishi sana, haya maswali gani ya kijinga? Hivi kweli ni mwandishi? E, hivyo uh, wasaini bila kuvaa mapete kila kidole na macheni hawezi kutambulika au kusikika. Mwingine anasema Ibra, acha kujizalisha, nafikiri kumsema Hamo itakuta kusaidia nini? Sisi tumekujua, tumejua umeenda kuongelea muziki wako, kumbe umeenda kumongelea Hamo. Kweli elimu wakati mwingine inasaidia, umetuonyesha ulivyo dhaifu Haya, sasa umepata nini? e, kwamba umepata nini? Mwingine anasema wanatumia muda mingi kumchafua mwenzao wasanii wa wakitoka kwao wanasema vibaya hadi nyimbo wanasema zao au vivyo bana. Mmoja kaandika yani, mashabiki wa Konde acheni malalamiko. Kila msanii akitoka kwenye lebo lazima awe na malalamiko, sifa uzuri hata utulioleo. E, haya, mwingine anasema kwamba e, kwani ndio utoe siri? Mhm, ina maana Harmonize ana kamchezo fulani. Aha hapo Wasafi kapakimbia, Mboso atapaweza yeye? Yani Mboso kakimbia Wasafi atapaweza Harmonize? Yupo na nyinyi kesho insta story hasa. Mbona kama mko busy na konde gang, interview nzima. Mbona nasema huyu naye hana jipya e. Sasa mtangazaji, swali gani hilo naluliza? Ulitaka uongelee chooni au Leo ndo nimeamini mujako bila Konde, mambo hayaendi kabisa. E, sasa leo switch jinga kabisa, leo ndo nimeamini mujako bila Konde. Interview mzima unamdisi mwanamume mwenzio. Acha uchoko mdogo wetu unapotea. E, kwa maana ya kwamba inaonekana ni kama e, ana alikuwa anamkandia ana, ana, ana, ana, ana, ana sana Harmonize. Kwa hiyo naomba niishie hapo kuhusiana na hizi comments za so wadau mbalimbali kuhusiana na eh, Ibra Uh, kuzungumzia kuhusiana na vile vikao ambavyo walikuwa wanafanya chumbani sasa, yeye yeah, akaona tu yetu kwamba hamna kitu kama hicho, kwa washaongea kule, basi hata kwa imeshaisha dondosha moni yako. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.